Na tuombe. Funika macho yako, fuatisha maneno haya. Sema, e hey, Mungu Baba, naja mbele zako jioni hii ya leo, unisamehe dhambi na maovu yangu yote na kila kosa nililolitenda mbele zako jioni ya leo. Nimetathmini ndani yangu, nikaona ni vema sana kukukimbilia wewe kuliko wanadamu na ndiyo maana niko hapa kwenye uwepo wako, na ninasimama na madhabahu hii siku hii ya leo. Naomba na unisamehe dhambi zote zisiwe kikwazo cha kuzuia utendaji kazi wako katika maisha yangu. Na mkataa shetani siku ya leo, na kataa kazi zake zote juu ya maisha yangu, ninajivua mavazi yake aliyonivalisha, kunipa utambulisho wa shida na tabu. Kuanzia sasa, nafukuza kila roho za kishetani za kiuadui, shida zote, tabu zote, magonjwa, maradhi, toka kwangu, toka kwangu, toka kwangu Achia, achia, achia, achia kila mahali uliposhika na ipeleka. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu inikomboe, iniweke huru leo hii, kila kifungo kinachonitesa kinachonitabisha na viamuru kwa jina la Yesu, katika katika funguka, funguka, funguka, funguka, funguka. Hachia mpesi ulionishika kwa muda mrefu leo najitoa kwenye mawindo yako najitoa mitego yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho ya magonjwa ndani yangu toka, toka, toka, toka. Roho za mauti zinazonifuatilia na nyumbani kwangu, toka. Endelea kusemesha iyo shida, ina masikio, inaweza kusikia. Iambie achia hayo magonjwa, yanakuachia, yanakuachia. Hayo magonjwa yanakuachia, hayo mateso yanakuachia. Kwa jina la Yesu, achia haya, achia haraka, achia kuweweseka, poka poka, poka, achia haraka kwa jina la Yesu, achia ila mapigo yaliyokupiga achia, kwa damu ya Yesu achia, ninaamuru kila kazi za doe zinazoyatesa maisha iachie maisha yako inachokuandama kwenye kazi zako kiachie, mikono yako ya mauti. Mauti ya kazi achia, achia, achia, achia

achia kwa jina la Yesu, mateso ya kila namna, presha achia, presha achia, toka lepo la presha achia kwa jina la Yesu, msongo wa mawazo achia, achia kwa damu ya Yesu, inaachilia uponyaji inaachilia usima, achia, achia, achia! Kila mapando ya uovu ndani yako haya yaeleo haraka kwa jina ya ya la Yesu, haya chomoka Achia kwa damu ya Yesu inaiponya damu yako, hiyo sukari yenye uzidio toka, toka, toka, toka, toka! Achia kwa damu ya Yesu achia magonjwa na shida na tabu Hachia kwa damu ya Yesu, njira za shetani, madhabahu za kichawi zinazokutadisha toka, toka, toka. Hachiriwa kwenye kila kifungo kinachokutesa, kila kinachotesa maisha yako haya, kikuachie kipande, kitoke, kiachia haraka, kiende haraka kwenda kuzimu kwa mauti kwa damu ya Yesu, achia kwa damu ya Yesu, achia kwa damu ya Yesu, toka, toka. Kwa jina la Yesu achia, achia kila tabu na shida na mateso achia achia achia, achia toka, toka, toka, toka, toka achia maisha yake achia kila tanzi kila tanzi zinazokufunga kimaisha, kiuchumi toka, toka, kwa jina la Yesu achia magonjwa na maradhi achia, migogoro ya kila namna, achia kwa jina la Yesu achia, kila kila wadui kila mateso shida na maumivu haya toka, toka, toka, achia kwa jina la Yesu. Mateso ya kila namna, mwili wako uponyeke, nafsi yako iponyeke, pokea uponyaji na kuvua roho za magonjwa, na kuvua roho za magonjwa, habari mbaya zinazoandama kwenye masikio yako toka, toka, toka kwa jina la Yesu, pokea uzima, pokea Iso, damu ya Yesu ikutengeneze, ikondolee kila migogoro ikondolee kila tabu unazokutana nazo kwa jina la Yesu. Inaweka kila kilichopo ndani yako kiwe salama kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kila migogoro ya kipepo toka, toka. Uzima na uponyaji, pokea uzima na uponyaji, ufunguliwe kutoka katika roho za kimapepo. Roho za kimapepo zikuache, zikuache, zikuache, vifungo vya uadui zikuache, kwa jina la Yesu, upone, shida zote upone. Tabu zote zikuache, mateso achia, vifungo achia, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kila vifungo na mateso achia, achia, achia. Kila vilindi vilivyozamisha habari zako za kufanikiwa leo zitapikwe, ziachiwe kufanikiwa kwako kutapikwe kuachiwe, kwa jina kwa, kwa la Yesu. Pokea uponyaji na mtoto, kwa damu ya Yesu. Pokea usima, pokea pokea, pokea kuwa salama. Toka, toka, kila roho za uadui zinazokuandama achia achia mtoto kwa jina la Yesu, ziwache familia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu pokea uponyaji, pokea kufunguliwa. Damu ya Yesu Kristo ikutangazia rehema na msamaha na kufunguliwa na kuponyeka kila mavazi uliovishwa ya kiulimwengu ya kidunia ya kimagonjwa ya kimateso ya tabu, fungu la kukosa, mlango wa nane, toka nuksi, na baraka toka. Kila vibandiko vibaya ulivyo navyo kiroho, ina vibanduale Vikuachie, viache maisha yako huru, yawe huru, yawe huru, huru, yawe yawe yawe yawe yawe. Utu wako utengenezeke kwa jina la Yesu, kwenye hatua za mafanikio, migogoro ya kiafya, achia achia, hatua zako za maendeleo ziachiwe, mikono yako ya kupokelea minaiponya leo, ikapokee nak Ngusha, toka toka kwa jina la Yesu. Achia achia achia achia, achia dada achia, uzao wake achia, nyumbani kwao, kila nguvu za kizazima zo kuandama toka toka kwa jina la Yesu, kila nguvu za kizazima zo kutesa zikuachie, ziachie na mtoto zikuachie na wewe, ziachie na mtoto kwa jina la Yesu, toka toka kila mateso kwako, inaondoa mateso, inakutoa kwenye uvuli wa tabu, uvuli wa mateso, inakemea roho ya mauti, roho ya Yesu, vifungo vya wadui inavifungua kwako.

aurudishe upya tena aurudishe upya tena kwenye mwili mwili wako, magonjwa maradhi, achia mwili wako, siwe jumba la magonjwa, toka kwa jina jina la la Yesu, pokea ifunguliwa na kuwa huru kwa jina la Yesu. <tikia> kwa jina la Yesu amen. Bwana Yesu, ninaponya haya masikio, pokea kufunguliwa na kuwa huru na tumuta vyovyote vile vilivyopandwa na kutegwa kwenye masikio yako kwa jina la Yesu Kristo. Hayo masikio, tabu yoyote iliyopandwa, toka na wache, toka na wache, toka na uachie, pokea kufunguliwa masikio yote kwa jina la Yesu.